wake ambao wanafikiri kwamba mwanaume akikupa pesa ndo anakupenda yes. Hao wanahisi kwamba wakiwa na mwanaume ambaye ana pesa ana provide kwako kwamba basi maisha wameyapatia. So today niko nataka niongee na wanawake, mabinti wote ambao wanajitafuta, yaani tunajitafuta kwenye maisha, unapaswa uelewe nafasi yako hasa ni nani. Um, ukiwa kama binti ukiwa kama mwanamke ni lazima ujue kutafuta pesa yako, itakupa uhuru mm. Utaweza kuwa na maamuzi yako binafsi yeah. Mwanaume kukupa pesa sio kwamba anakupenda. Mwanaume anakupa pesa kwa sababu anahitaji kukutumia. Yani mwanaume anapo provide laki moja laki, laki mbili, hata kama anakupa milioni kumi, chochote kinachokupa usihisi kwamba um, amejinyima yeye akakupa wewe unakuta ni pat, ni, ni pati ndogo sana kutokana tu na kile kipato chake. Hiyo inakuwa ni pati yake ndogo sana ya pesa ambayo amekupa. of course I've been there. Nimeona wanawake wengi sana ambao wamekuwa wakilalamika, ndio mwanzoni mwanaume anakuhudumia vizuri, unaingia kwenye ndoa after that, unakuwa dependent on him. ina maana hauna option nyingine, umeshakuwa kwenye kifungo kile kwa hiyo inakuwa hakuna option zaidi ya yeye kwenye swala zima la pesa, alafu wewe mwenyewe haujui kutafuta pesa yako mwenyewe kwa hiyo unabidi uwe mtumwa wake kwenye maisha yako yote. Inakuwa kwamba hauna option, yani hauna option ya kufanya maamuzi yako binafsi, everything ni on him. Yani mimi naamini kwamba ukiwa na pesa yako unakuwa una uwezo wa kuamua kupata hela ya kusuka, kusema leo nataenda kusuka, you don't have to wait for someone to send you money ah, uh, ndo kasuke Um, na pia mwanaume endapo atakapokuwa anaona unachakwako yani, katika njia nzuri, kama ndio, of course wanawake tunapenda kuhudumiwa, ku mwanaume atuhudumie and it's, unajua una enjoy, unahisi yani, kuna mtu anakutekea but hela yake inakuwa ni bonus kwako kwa, like wow, it's like it's you win it, unajua kuliko kwamba pesa pe, anakupa pesa like your life depend on him, kwamba asipokupa basi wewe ndio kusuka, but akikupa inakuwa ni bonus kwako. Na mwanaume akiona una pesa yako atakupa kwa haraka sana, kwa sababu anahitaji ku, own yani, kujiona kwamba na yeye ni mwanaume kwako like yeye yeah, anaweza ku provide kwako. Ila ukitaka kwanza tu yani, this is this experience yetu ya kwangu, na like ukishamuomba tu pesa like anakuona una mdepend, lakini akikuona una hela so you feel like okay, I have money so I don't need a man ya kuprovide, kwa itabidi yeye awajibike ili ajione kwamba ni mwanaume kwangu, kwamba like anaweza kunihudumia, anaweza kufanya kitu like ile nywele aliyosuka ametumia pesa yangu, lakini ile kwamba like nalala kwa kodi yangu, nina nimeenda salon kwa kodi yangu, mafuta, natendesha gari yangu mwenyewe and everything is mine hauniambii kitu wewe, yani inamfanya mwanaume ajione kwamba, uh, hana ile authority kwenye maisha yako, yani hakumiliki. Kwao wanaume ambao, ukiwa na mwanaume ambaye mwenye akili mwenye pesa anayejielewa vizuri, inakuwa kwamba endapo atakuwa anaona una kila kitu, ataprovide tena double, like even if, come on, I can make 10 million na yeye anaona yeye anaweza akamake 10 million but anaweza akupa hiyo hela kwamba like I can give you, kumbe hiyo pesa unaingiza mwezi mzima like I can give you one day, so ili ujue nani mwanaume. <laughs> So my ladies um, what I can say to you guys, ndo ujumbe wangu wa leo kwamba, mwanamke, hakikisha kwamba unajiunga kwenye vikundi vyote ambavyo vinahusiana na kutengeneza pesa, kama ujue kitu gani cha kufanya sana sana kwa sasa hivi. Maisha sasa hivi hatuna haja ya kwenda kucheza vimichezo vile vya bukubuku kausha damu, sio vitu gani mnavyoelewa vyenyewe. You don't have to do that, na ile sio market strategy. I think nitaongelea hasara za kucheza michezo, sijui za kupiga upatu and all stuff, ambazo naona zinafanya wengi wanapoteza hela ni wanaibiwa pesa au yaani, I don't believe kwamba eti wewe well, mwanamke hauwezi kusave elfu moja, moja zako mwenyewe eti mpaka ukamtumie mtu kijumbe like ili upokee shilingi elfu thelathini mwisho wa mwezi, inabidi kila siku utume elfu moja na mia, ili lile mia mia ya yeye kuhifadhia pesa yako you don't have to do that, my dear. Hizo pesa ni bora yani, elfu thelathini inatosha. Kama unaweza kununulia bando today ya kuniangalia hapa, I know you are down there. You, maybe you feel like, um, your man na mwanamume wako ana mambo ambayo like, unaweza ukaanza upya; unaweza uka start by yourself kwa kile ulicho nacho disappointed kwa um, just take action, take action, my dear. It's your time yani, huu ndo muda wako wa kushine, as long una afya nzuri. Yani kwenye maisha yangu mimi naangalia afya yangu, ninaangalia namna gani ya kupata kulipa bills ambazo zinanikabili, and the and the rest ni kwamba how can I look good. Yani hivyo unajua, umaridadi uficha umaskini, so naamini kwamba ninapata opportunity nyingi sana endapo nitaonekana maridadi, yani nisionekane kama shida zangu, unajua eh? <laughs> so The only thing I can say to you ladies, wanawake wenzangu, um, join kwenye programu ambazo zinaweza kukusaidia. Angalia video kama hizi, share na rafiki yako ambaye unaona amekata tamaa. This is the place of where you can stand by yourself. Naamini kwamba wanawake tunaweza, unaweza, yes, kama mimi niliweza, na wewe kwa nini usiweze? Yani you can stand, unaweza kusimama kwa miguu yako miwili na ukafanikiwa. Cha muhimu ni kujifunza, kuwa tayari kujifunza, yani jilazimishe Unajua, sio kama mimi nikiamka asubuhi hivi nina enjoy au nini. Yaani, kuna wakati ambao naamka nina stress, kuna wakati ambao naamka nina disappoint, kuna wakati ambao naamka nimeachwa. You know that feeling? Yes, you don't feel like doing anything. Na jua kwamba maybe mimi sio mtu ambaye ina afu him, lakini ukiwa na pesa yako yani, ukiwa na stress zile za mapenzi afu kukumbuka kwamba kuna, kuna kuna una, una, una wafanyakazi ambao wanakutegemea wanategemea kula kupitia wewe huwezi kulala usingizi na kwambia, yani huwezi kuendeleza ile stress ya wewe kuwaza mapenzi wakati unadaiwa kodi ya nyumba ya ofisi, unadaiwa sijui kodi yani ile, jipe majukumu ya lazima, utatoboa tu. So, make sure umesubscribe youtube channel yangu, niambie nini unataka tuongee kwenye next episode. I'll be here, share with you guys everything I know, and bado niko kwenye swala uh, um, kuhusiana na biashara, sijaongea biashara. Today I'm trying zima la kuset Uh, like to sell to make sell through our brand Biolash kwa hiyo bado tunakuza hii biashara yetu mpya. And, kama nilivyosema tayari na miezi mitatu, sasa hivi tuko mwezi wa nne trying um, my best kuhakikisha kwamba tunatobua kwenye biashara hii ya cosmetics. So, you can follow me along. Kama utakuwa unahitaji kujifunza zaidi kuhusu na biashara ya cosmetics, jinsi ya kuwaza, sababu I just post everything kwenye page yangu ya Biolash And, um, I'm trying to figure out which is the trending product, product gani zinawork and available. Yani ndio kitu ambacho tunakifanya. Kwa hiyo you can be here kama unahitaji pia kufanya hii biashara, ninauza hizi bidhaa za cosmetics kwa bei ya jumla, tunakupa bei nzuri sana. You just contact me and uh, tutakuwa kwa ajili yako. Page yangu ni hiyo Bio Lash there au comment hapo unahitaji namba zetu, utakuandikia hapo kwenye comment ili uweze kujua namna gani unavyoweza kuanza biashara hii ya cosmetics. So see you uh, kwenye